Karibu mtazamaji wa Love Clinic, kwa mara nyingine tena tunakutana katika kipindi chetu, kipindi maalum kwa ajili ya watu maalum. Tunazungumzia umri wa miaka 18. Mimi naitwa Misana. Kama ilivyo kawaida, Love Clinic ni kipindi ambacho kinakuletea mambo mengi yanayohusu e, mahusiano, mapenzi, afya yako na mambo mengine kadha wa kadha. Tunazungumza na watu wenye matatizo ya mapenzi, kueleza namna walivyopatwa na mikasa hiyo na kuwashauri. Halikadhalika, tunazungumza na wataalamu wa saikolojia, tunazungumza na madaktari badala ya madaktari wa western medicine me, medical na kadhalika na kadhalika Leo katika kipindi hiki kwa mara ya kwanza tunakuleta kitu kipya kabisa katika historia ya Love Clinic. Utaona mfumo mzima wa mwanadamu kuhusiana na mfumo wa uzazi, dalili zake, matatizo yake na changamoto zake kadha wa kadha, lakini pia tunazungumza na daktari ambaye ndo anashiriki kwa mara ya kwanza nasi katika kipindi hiki cha Love Clinic. Huyu ni Dr. Silas James kutoka Praise Sanitarium Clinic iliyopo hapa pa jijini Dar es Salaam. Fuatilia kipindi hiki, lakini pia unaweza kuwasiliana na sisi kama kuna maswali yote utataka kuuliza, basi namba zinazopita hapo ni namba za daktari. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi katika mtandao wa internet kwa wale mashabiki watumiaji wa Facebook, like Love Clinic Show aweza kuuliza maswali yako na kuona mengi kuhusiana na kipindi hiki. Karibu sana daktari. Asante. Habari za wagonjwa? Ah, wagonjwa wanaendelea vizuri. Mambo yanapenda. Tunataka tuzungumze kuhusiana na dalili za matatizo ya mfumo wa uzazi kwa wanawake na wanaume, ndio tunaposema mfumo wa uzazi kwa utambulisho, kabla tujakwenda kwenye dalili zenyewe, kwa mtazamaji ambaye anatazama hivi sasa, nini unachoweza kumwambia um kitu ambacho ningesema kuhusiana na e, mfumo wa uzazi kwanza, niseme swali uliouliza ni, ni, ni swali la msingi sana, kwa sababu so, wengi tunapozungumza mfumo wa uzazi e, wako baadhi wanafahamu lakini si wengi ambao wana e, mfumo wa uzazi ni e, vile viungo katika mwili wa mtu ambavyo vina e, vinahusika na kuuzalisha kwa so, sababu mfumo wa uzazi katika Kiingereza unasema reproductive system yani mfumo wa uzalishaji. Uhum. Uhum. Sasa lugha ya Kiswahili ambayo kwa sawa sawa ndio tunasema mfumo wa uzazi. Sasa hapa tuna maana mwili una mifumo mingi e, kuna mifumo mingi sana, sitaki nieleze, lakini mfumo wa uzazi unahusika na uzazi, ndio maana rahisi e, sasa kama jinsi ambayo umetambulisha e, tunaweza kuzungumzia matatizo ya uzazi e, tunaweza kuzungumzia matatizo ya uzazi na kuyaeleza kwamba kuna hili, kuna lile lakini pia ni vizuri kueleza um, dalili zake, kwa sababu watu wanaole utamaduni kwamba kabla hajaenda kliniki shariti ajue e, kuwe na dalili fulani ambayo inakuwa kama warning sign mm. ya kumfanya sasa, oh, aone hapa, twa, kuna tatizo kumfanyasasa e, za kwenda kliniki mm. e, kwa hivyo nimeona kwamba ni vizuri pia kama ulivyosema tuzungumzie hii dalili dalili, tuzungumzie dalili kwa upande wa wanawake kwanza, alafu baadaye tuangalie wanaume, kwa sababu wanaume nao pia hawako salama katika hii. Yeah. E, sasa hivi nadhani na, na, wengi wanabadilika ile dhana ya, ya miaka hiyo ya nyuma ya kwamba inapotokea tu wanandoa wanakuwa wapati mtoto basi lawama zote zinakwenda kwa mwanamke mm. sasa hivi, mambo ni tofauti e, kwa sababu, tukumbuke kwamba mwana, mwana, mwanaume pia ni mwanadamu ana nyama ile, ile, mm. na kama ni maradhi au matatizo yoyote ya kiafya yanaweza kumpata hata yeye pia uh. kwa hivyo kidaktari, huwa hatuangalii kwamba ni mwanamke peke yake, licha ya ukweli kwamba wanawake wanachukua asilimia kubwa katika matatizo hayo ya uzazi uh. Naam, sasa um, dalili hizi kwa upande wa wanawake ni rahisi kuzijua, lakini pia wanawake katika zile asilimia za matatizo ya uzazi wanawake wana wana wanachukua asilimia kubwa zaidi kuliko wanaume. E, wanawake wanakwenda asilimia mpaka 80 ya matatizo ambayo nakabili wanandoa wale ambao wanatafuta mtoto hawapati, hmm. Lakini wanaume asilimia 20 mpaka 30 hapa inawaangukia wanaume. Wanaume. Kwa nini wanawake wanakuwa na tatizo asilimia kubwa kuliko wanaume? Swali zuri, swali zuri sana. Kwanza wanza tufahamu tu kwamba mwanamke anachukua asilimia kubwa kwa so, sababu mwanaume yeye anachofanya yeah, mfumo wake uzazi unachotakiwa kushughulika nacho ni kutokeza tu mbegu zenye ubora. Sasa mwanamke anatakiwa kwanza mfumo wake wenyewe uzazi uwe sawasawa sawa. Kwa kuchukua, yani kwa maana kushika ujauzito. Anaweze kushika ujauzito na la kwanza, lakini pia awe na uwezo wa kufanya yule mtoto sasa akae kipindi chote hicho katika tumbo na baadaye atoke akiwa kama kiumbe sasa, haiishii kwenye ule uwezo tu wa kushika ujauzito lakini bado uwezo au afya ya mfumo wake wa uzazi iwe na uwezo wa kuweza kutunza ule kiumbe na akapata mahitaji yote na akatoka bila matatizo. mm -hmm. Aha. Hii asilimia 80 ambayo umeieleza ni kwa Tanzania au bara la Afrika ama dunia nzima? Hii hi, hii sasa ni ni dunia nzima. Eh, hi, hii ni dunia nzima kwa sababu unapozungumza masuala haya ya uzazi sio tu kwamba bara la Afrika ndio lina matatizo au mahali pengine. Ni ya kawaida kwa dunia nzima, na hiki ninachokizungumza ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani. Wao wanasema uh-huh. wanasema matatizo ya uzazi kwa wanandoa yanawapata wanaume na wanawake, na wakaweka takwimu zao, wanaeleza kwamba kwa wanaume inachukua asilimia 20 asilimia 20 mpaka 30 utapata matatizo kwamba mwanamke anayo, mwanaume anayo, asilimia ishirini mpaka thelathini. mm. mwanamke anayo, mwanaume anayo. Sasa hawa ni wale ambao wanatafuta mtoto na hawapati. Na tunaposema matatizo ya uzazi ni pale ambapo wanandoa wamekuwa wamejaribu kupata mtoto kwa kipindi cha miezi sita mpaka mwaka mmoja, mm. na hawakufanikiwa. mm. sikifika ikifika hapo, maana yake hawa E, wanakuwa na shida. Sasa si rahisi kujua kabla hawajapima. Sasa katika kule kupima ndio ikapatikana hizo sasa asilimia mm -hmm. kwamba asilimia 30 mpaka e, 20 30 mpaka 40 ni kwamba wanandoa wote wawili wataonekana matatizo. Mwanamke ataonekana matatizo, mwanaume ataonekana matatizo baada ya kuwa wamepima mm -hmm. kupitia hizo tafiti. Sijamaliza bado, asilimia 20 mpaka 40 wataonekana mwanamke tu pekee yake ndio ana ya matatizo mm, na asilimia ishirini itamwangukia mwanaume na asilimia kumi ni ile kwamba mwanaume yuko sawa, mwanamke yuko sawa, lakini hawapati watoto uh, Kimsingi hiki daktari tunaeleza kama unexplained infertility. Mm. Yani ni matatizo ya ya, ya, ya, ya afya ya uzazi lakini yasiyojulikana, yaani ni infertility kwamba hao watu hawapati mtoto, lakini sababu zote katika kupima haionekani ah, tatizo. Kwa hiyo tunasema ni unexplained infertility, na katika tafiti hizo za WHO, uh, hazina hazina hazina kufuatana na mazingira, kwamba labda bara la Afrika, kutokana na uoto wa asili, labda hali ya hewa, aina ya vyakula, ama mazingira tu ya watu jinsi wanavyoishi, labda na Ulaya iko hivyo kwamba huku kunaweza kuwa na kiwango kikubwa zaidi kuliko huku. Kwa miaka mingi matatizo haya yamekuwa yakisumbua sana wenzetu wa magharibi mm. kulikuwa na huku kwetu yeah, yeah. miaka ya nyuma kidogo, sasa hivi hatuna afadhali, kutokana na ule utamaduni wa kule, kwa maana mtindo wa maisha umeingia huko, kwa sababu ukiangalia matatizo mengi ya uzazi yanapata watu kwa sababu ya mtindo wa maisha usiozingatia kanuni za hapa nazungumza bari nini, mtu anakula na kunywa nini, mahali anapoishi na eh, namna mwili wake anavyoupa mazoezi, kupumzika na kadhalika. mm -hmm. Eh, unakuta watu hawapumziki kwa sababu so, kwa kawaida mtu anatakiwa kulala masana sasa. mm -hmm. kama naamka saa kumi na mbili maana yake saa nne kugonge huko kitabani. Lakini sasa ukiangalia, hii ni tatizo, kwa sababu watu wanaangalia tamthilia mpaka saa saba saa nane mipira hii, watu wanaangalia mpaka susangapi huko, unafahamu wenyewe. Haya, unakuja kwenye lishe, vyakula vyenyewe havina lishe man, unga umesafishwa eh, kila kitu kimesafishwa. Haya, unakuja kwenye suala la vinywaji. Watu badala ya kunywa maji safi kwa wingi, wanakunywa vinywaji kama juisi, pombe, soda na kadhalika. Huu ni utamaduni ambao miaka ya nyuma hatukuwa nao. Haya, ulaji wa bidhaa za maziwa Eh, ambazo unaweza kuzipata kwenye eh, ice cream hizi na kadhalika na kadhalika. Hatukuwa, mtu alikuwa labda kama ni maziwa atapata ile iliyotoka kwenye ng'ombe yamekamuliwa, hapo atakunywa na vitu kama hivyo, lakini sio kwa wingi namna ile. Mm. Na si katika utaratibu wa kuhifadhiwa na vile vihifadhi vya kula ambavyo na wenyewe vina habari yake kubwa sana mle ndani friji. Ama eh, uh, ukiacha friji, friji yenyewe inapunguza ubora wa wa kitu chenyewe tunda likikaa katika friji sawa, halitaharibika lakini ubora wake pia unafanya okay, io unapungua. Huo ni utamaduni ambao, au tuseme mtindo wa maisha ambao sasa tunakuwa nao, sawa na wao kwao, unakuta kwamba sasa hivi matatizo yanayopata wale kule na sisi ni, ni, ni kitu sawa. mm -hmm. Yeah, sasa kwa sababu hatuzungumzie hayo Sipendi kwenda kwa kina zaidi huko. Sasa, hapa nataka tuzungumzie naam, tuzungumzie tu infertility. Naam, mtazamaji wa Love Clinic, huu ni utangulizi, tunazungumza na Dr. Silas James, nadhani umepata kwa kifupi kuweza kujua changamoto mbalimbali kwa mujibu wa utafiti wa shirika la afya la dunia WHO. Sasa tunazungumzia dalili ambazo zinapelekea matatizo ya mfumo wa uzazi kwa wanawake na wanaume, ukizisikia dalili hizi na maana ujikague na wewe kuona, je ni mmoja wapo. Tuanze tu um, tu na wanawake mwanza mwanaume kwanza. Kabla sijaenda kwenye dalili, kuna kitu nataka nikibrush kidogo hapo ili mm, tukienda mm, huko. Huko watu wajue tunazungumzia nini hapa. Tunazungumza juu ya matatizo ya uzazi e, ambapo sasa nimeeleza kwamba e, kuna, kuna namna tunavyotafsiri uzazi yani, matatizo ya uzazi tunasemaje kwamba hawa wanandoa wana matatizo ya uzazi? Tunasema kwamba wanandoa hawa wana matatizo ya uzazi pale ambapo wamejaribu kwa kipindi cha miezi sita mpaka mwaka mmoja. Hii ndio dalili ya kwanza na ni dalili si tu kwa wanawake, lakini pia na wanaume kwa eh, sababu wana wa, wa, wa, wanawake wanachukua asilimia kubwa, wanaume wanachukua asilimia kubwa, lakini dalili ya kwanza ya wanandoa itakayowaamsha kwamba waanze kutafuta jibu kwamba tatizo ni ni hii, kwamba wamejaribu kupata mtoto ndani ya kipindi hicho nilichokitaja na hawajapata. Sasa hatua inayofuata wanakwenda kupima. Sasa katika vipimo inaweza ka ikaonekana kumbe ni mwanaume tu peke yake, au inaweza ikaonekana mwanamke tu peke yake ana matatizo au wote wao eh. Kwa hiyo dalili ya kwanza ambayo nataka wasikilizaji wangu waweze kuielewa ni hiyo, kwamba eh, hii sasa inamgusa mwanaume na mwanamke pia. Dalili ya kwanza ni pale wanapojaribu kupata mtoto, lakini kama nilivyosema, dalili kwa wanawake huwa zinaonekana kwa urahisi, hasa unapoangalia desturi za ile mizunguko yao ya hedhi hmm. Kuna wale ambao wanapata ile tunaita abnormal periods, yani hedhi zisizo za kawaida Hizi hedhi ambazo si za kawaida nyuma yake, yani nyuma ya pazia huwa zinaonyesha kwamba kuna shida fulani, ndio maana hedhi zinatoka namna hiyo mm. Kwa mfano kama mwanamke anapata hedhi nyingi kupita kiasi, kwamba hedhi hizi zinaanza siku ya kwanza afu zinapitiliza mpaka mwezi. So kwa kawaida hedhi ya mwanamke inatakiwa apate hedhi siku mbili mpaka saba. mm isizidi saba, wala isipungue hizo siku mbili. Sasa tunaposema hedhi sio ya kawaida, ni kwamba ile ambayo inatoka katika utaratibu huu. Na e, kinachotokea ki ni kwamba mwanamke anapoingia hedhi anapitiliza karibu mwezi mzima, ngine hata miezi mitatu hedhi inatoka. Tatizo hili kitaalamu tunaita polymenorrhea, e, au tunaweza kusema prolonged menstruation, yani ni hedhi inayopitiliza. Hmm. Sasa mwanamke akiwa na hedhi ya namna hii ambayo inapitiliza hii, nyuma yake kuna kuwa na shida inayoashiria kwamba mwanamke anasiza. Kwa mfano eh, kama mwanamke anakuwa na uvimbe katika tumbo la uzazi, mara nyingi hedhi zake zinatoka nyingi eh, kwamba hedhi mpaka sasa, tunasemaje? Mwanamke anaweza kujua kwamba hedhi yake ni nyingi kwa kuangalia idadi eh, ya pedi anazotumia. Hmm. lakini pia hali ya ukavu katika eneo husika. Kwa hiyo hakuna haja ya kusema kwamba mwanamke ile hedhi amimini kwenye chombo fulani, ili ajue kwamba ni nyingi kiasi gani, lakini anaweza kuangalia zile pedi alizotumia zikizidi, hiyo nayo tunaita inaingia kwenye hii tunasema, abnormal period. Hii ya kuangalia pedi ni kuangalia pedi kwa siku anabadilisha ngapi, ama uwi, uwi kwa ajili tuk, tukio moja la kutoka, zinatoka nyingi kiasi gani Ah, ndio kwa sababu hedhi inapokuwa nyingi, nadhani hilo pia ni la msingi, kwa sababu hapa zinaweza kuzua maswali pia kwa kina mama. Kwa kina mama wanafahamu, sisi wanaume e, ni kama hivyo. Ukishaingia kujifunza mambo haya ya daktari unaweza ukawa unafahamu, lakini kina mama wanafahamu zaidi. Yeye anaweza kujua kwamba hedhi zake yeye kwa kawaida atumia pedi ngapi. Sasa hoja hapa ni kwamba pedi zikizidi, maana yake hedhi yake si ya kawaida, yaani kizidi ile normal doing, ile hali ya kawaida ambayo ameizoea. Kwa hivyo anaweza kuiona hiyo akaona kwamba hali si ya kawaida. Sasa nimezungumza habari ya hali ya ukavu. Mm. So, kabla hapo, no. Kwenye hali ya ukavu, tukirudi kwenye hii hali ya hedhi ya kawaida. Mm. Hali ya kawaida ya hedhi ya kawaida ambayo iko normal ni atume pedi ngapi kwa siku? Uh, hapo siwezi kusema kwa sababu pedi hizi na zenyewe au manufacturers wako tofauti ndio maana tukuta hata katika vyombo vya habari mm. Eh, mgeni anakuambia bwana hii unashinda mkavu wakati wote. Mm. Eh, that means kwamba kuna nyingine ambayo ina kwa hivyo kwa zile tofautiana kitu mwanamke anaweza kuangalia kwa so, sababu kila mwanamke ana aina ya pedi ambayo yeye right. Anaitumia sasa ataangalia kawaida yake yeye anatumia pedi ngapi kwa kawaida. Sasa, okay, labda chukue mfano anatumia pedi tatu, nachukua mfano tu. mm. Alafu ikatokea kwamba sasa sio tatu tena, zangona mpaka sita saba, tayari inaonyesha kwamba kwa sababu so, kinachomfanya abadilishe pedi ni kwamba anaona ule unyevu umezidi. yeah, kwamba sasa mambo yasije kama yakawa magumu na